Haji Manara, Zailisa na Dula Makabila wametrendi sana sana siku za karibuni hapa nchini Tanzania, na ukimtaja tu Dula Makabila mtu atamfikiria Zailisa, ukimtaja Zailisa mtu atamfikiria Haji Manara kwa kile ambacho kimetokea. Na utakumbuka kwamba kuachana kwa Haji Manara na Zailisa pamemfanya Dula Makabila kuandika ngoma ya arudi uswahilini ambayo sasa hivi inafanya vizuri, ipo trending nafasi ya kwanza nchini Tanzania. Interviews nyingi sana zimefanyika. Zaiylissa juzi kati hapa alikuwa anazungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba hana mpango wa kurudi kwa Haji Manara wala kwa Dula Makabila. Lakini pia interview zilifanyika kwa Dula Makabila, akasikika kwa upande wake akisema yeye anatamani kurudiana na Zaiylissa muda wowote. Lakini pia kuna ile sauti ambayo Dula Makabila akizungumza na Juma Lokole kutokea Wasafi pale. Dula Makabila anaonyesha kabisa ni kwa namna gani anatamani kurudiana na Zaiylissa, na pia kipindi cha nyuma alishakiri kwamba alikosea sana kumpa talaka Zaiylissa kwa haya yanayoendelea tukasema si mbaya tukimtafuta dada yake Dula Makabila. Huyu ni mwigizaji lakini pia ni mwimbaji anaitwa Amina Vikoba. Huyu ni dada yake Dula Makabila. Kipindi ambacho Dula Dula Makabila anaachana na Zaiylissa, takumbuka Amina Vikoba alikuwa ni mstari wa mbele kuhakikisha mdogo wake anapata furaha eh, interview za hapa na pale kumzungumzia mdogo wake, lakini pia pati pati fulani hivi zilifanyika na vitu kama hivyo. Lakini pia juzi kati hapa kuna video ambazo zilikuwa zina trendi japo ni za zamani za dada yake Dullah Makabila akiwa anampokea Zaiylissa kwa shangwe na vitu kama hivyo. Nimemtafuta Amina Vikoba, dada yake Dullah Makabila, afunguke kwa undani, yeye anaonaje kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea kati ya Haji Manara na Zaiylissa, lakini pia mdogo wake Dullah Makabila kusema kwamba anataka kurudiana na Zaiylissa, ana nini cha kusema kwa hichi ambacho Dullah Makabila ameonyesha wazi anataka kurudiana na Zaiylissa. Kwa upande wako, labda umefurahi sasa mdogo wako atarudiana na Zaiylissa, kwa sababu ameshasema mara kibao kwamba anampenda. Aha, mi sijua akisema y no, sio mbaya ila yakuwasala video ili video, video ni ya muda mrefu, mambo ime kipindi kile ambacho Zaiylissa alikupa na achana na Dullah Makabila. Um, moja kati ya watu pia ambao walipigiwa simu na media mbalimbali mbali wakazungumza, ni wewe pia, kwa sababu ulifanya njia tofauti tofauti kuhakikisha mdogo wako anakuwa sawa. Kuna pati za hapa na pale zilifanyika. Sasa hivi umesikia Dula Makabila, yeye yuko tayari kurudiana na Zailisa, licha ya Zailisa kusema kwamba hata uh, harudiani na Manara wala Dula Makabila. Au wewe kama dada unasemaje kwenye hicho kitu ambacho Dula Makabila ashasema? Mimi ndamsikiza yeye, atakachotaka ndio yeye ndio kwa hiyo mimi namkiza yeye ndio mhusika mkuu. Mapenzi anashauriwa katika maisha yako unajua kujiongoza kama utamshauri mpo ni mapenzi. Mapenzi anashauriwa kwa sababu haya ni mambo ya kibinafsi. Kwa hiyo alichokipa kwa faza kua ndio hicho cha sisi tunamsupport. Oh yeah, wewe una shida na Zaiylissa yote tofauti na ilivyokuwa mwanzoni vile. Mm. Sasa hivi una nini cha kumwambia, labda Dullah makabila na Zaiylissa akiwa na nakusikiliza kama wadogo zako. Moyo wako, tukitaka moyo wako asiwe angalie watu, watanionaje? Angalia moyo wako unakwambiaje? mm. na wajipe muda kidogo kutulia huyo ni dada yake Dullah Makabila, Amina Vikoba. Umemsikia kwa undani kabisa, najua pia wewe una komenti yako. Dropisha komenti yako kwenye uwanja wa komenti, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa, taa ya mtaa imewaka nangu, mnasemaje? Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina